Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amezindua msikiti uliopo mtaa wa Yombo, Temeke jijini Dar es Salaam ambao umejengwa na taasisi ya Al-Hikma. Akizungumza baada ya kuzindua msikiti huo, Majaliwa ametoa wito kwa jamii na Watanzania watakaotumia msikiti huo kuutunza kwani kufanya hivyo ni njia ya kudumisha uhusiano na Mwenyezi Mungu na inahesabika kama sadaka. Kadhalika, Majaliwa akatoa wito kwa viongozi wa dini kuendelea kuiombea Tanzania iliendelee kudumu katika amani. Ujenzi huu wa nyumba hii ambao unakuja kuimarisha imani yetu na kuleta mafanikio ya kiroho katika jamii, ni muhimu sana tukawaunga mkono kwa namna mbalimbali. Lakini pia tunapokuja hapa, tujue kwamba ni nyumba inayotutaka tuendelee kuja kila siku, na kwa hiyo tunawajibika kuitunza. Zile taratibu za hapa ndani zote zifuatwe kwa hili, ni jambo muhimu, na ukifanya hivyo utakuwa umetoa mchango mkubwa kabisa. Ingawa hujatoa fedha, lakini kwa kuutunza umeshatoa mchango wako. Kwa hiyo tuendelee kutoa mchango wetu kwa kutunza eneo hili na msikiti huu ambao sisi tunauona kama ni jambo muhimu kama alivyosema awali, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha pia kutunza nyumba za ibada, kwamba msikiti ni sehemu ya jamii na ni mahali pa ibada na umoja. Na kupitia hadithi ya Bukhari, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema pia, naomba kunukuu vile vile, na nukuu hii inafanana na ile ya mwanzo lakini ina maana yake, mwenye kutunza nyumba ya ibada kama vile anavyojenga atakuwa katika hifadhi ya Mwenyezi Mungu. Sisi kama serikali tunasisitiza na tunaomba sana viongozi wa dini, tuhubiri jambo hili la amani na mshikamano katika nchi. Tunajua mnafanya lakini nawasihi, endeleeni liombeni taifa hili wakati wote, kila unapopata nafasi ya kuingia kwenye nyumba ibada moja, baada ya kumaliza swala ya kawaida, pata muda wa kuliombea taifa hili ili, ili utulivu huu tulionao sasa uendelee. Fikiria hapa sasa tumetulia hivi roho letu tumetulia safi kabisa. Alafu ndio bomu linaanguka hapo. Unakimbilia wapi? Unapitia mlango gani? Hiyo adha, yani tuachane na mambo yote ambayo yatatuletea adha kwenye maisha yetu ya kila siku. Msikiti hii kama amesema, samaha mufti, ya kila siku ya Waislamu sio ya mtu. Lazima sisi tuongoze msikiti lakini kulinda msikiti ni muhimu usafi kwanza. Na tunaleta gari